Utabiri wa nyota ya Mapacha mwaka 2026. Awali ya yote, ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Mapacha ni nyota ya mawasiliano, ubunifu, kasi ya mawazo, akili pana, ucheshi, uchangamfu na kubadilika kirahisi. Mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwako ni mwaka wa kuamka kiakili, mwaka wa kupata fursa za ghafla, mwaka wa kujitoa kwenye vizuizi vya miaka iliyopita, na mwaka wa kupanda juu kwa ubunifu wako. Mambo yatafanyika kwa kasi, lakini kwa njia nzuri. Mapacha ataona milango ikifunguka bila kulazimisha. Tuangazie katika mapenzi. Kwa wale walio kwenye uhusiano, mapacha huwa na nguvu ya upendo unaotumia maneno, mawasiliano na ucheshi Mwaka 2026 unaleta kurejea kwa mawasiliano mazuri, kuondoa ukimya na kutokuelewana, kusafiri pamoja, kujenga ukaribu wa kihisia, kuongeza furaha ndani ya uhusiano. Kama mlikuwa na migogoro mwaka 2024 na 2025, mwaka huu unaleta utulivu mpya. Mpenzi wako ataonekana kuelewa hisia zako kwa undani zaidi. Miezi ya mapenzi ni Februari, Juni, Septemba na Disemba. Kwa wale wasio kwenye uhusiano, mwaka 2026 ni mwaka wa fursa nyingi za upendo kwa Mapacha, kwa sababu akili yako na mvuto wako vitakuwa juu sana. Utakutana na mtu mcheshi, mchangamfu, mjasiri, anayekuelewa kiakili, anayependana na tabia yako ya ubunifu. Uhusiano unaweza kuanza ghafla kupitia marafiki, mitandaoni, safari, kazi na matukio ya kijamii. Huu ni mwaka wa mshangao wa mapenzi. Tuangazie kazi na biashara. Mapacha anapenda kazi zinazohusisha kuzungumza, kuandika, teknolojia, ubunifu, utafiti, uongozi wa mawasiliano. Kwa hivyo, mwaka 2026 ni mwaka wa kupandishwa cheo, kubadilisha kazi kwa nafasi bora, kutengeneza brandi yako, kuanzisha biashara au mradi wa kidigitali kupokea mialiko ya kazi nje ya nchi au safari za mafunzo kupata umaarufu kwa ubunifu fulani. Kwa wale wafanyabiashara mapacha ataingiza mapato kupitia biashara ya mtandaoni, content creator, event planning, bidhaa za teknolojia, mafunzo na ushauri, kazi zinazohusiana na media. Huu ni mwaka ambao mawazo yako matatu kati ya matano yanaweza kugeuka kuwa pesa. Tuangazie upande wa kiafya. Mapacha anatakiwa kuangalia zaidi maumivu ya kichwa, msongo wa mawazo wa ghafla, kukosa usingizi, matatizo ya mbavu za juu kutokana na kupumua kwa haraka, maumivu ya mabega na shingo na msongamano wa hewa. Ushauri wa kiafya mwaka 2026: jifunze kupumua kwa utulivu, epuka overstimulation ya simu na mitandao, lala kwa muda wa kutosha, kunywa maji mengi. Fanya mazoezi mepesi kama yoga, kukimbia au kuogelea. Afya yako itakuwa bora zaidi kuanzia Julai. Tuangazie upande wa kifedha. Fedha za mapacha mwaka 2026 zinakuja kupitia kazi mpya, mikataba ya ubunifu, miradi midogo midogo, biashara ya mtandaoni na safari za kazi. Tahadhari, usitumie pesa kwa tamaa, epuka kununua vitu vya ghafla. Usiwe mwepesi kukopa au kukopesha, tumia akili katika uwekezaji wa kiteknolojia. Fedha zinapatikana zaidi nusu ya pili ya mwaka. Tuangazie siku nzuri na siku za kujiepusha. Tukianza na siku nzuri, ni Jumatano, siku ya sayari ya Mercury, mlezi wa mapacha, Jumamosi na Alhamisi. Siku za kujiepusha nazo ni Jumatatu na Ijumaa usiku. Je, ushirikiane na nyota gani na ujiepushe na nyota zipi? Nyota za kushirikiana nazo ni nyota ya mizani kwa mapenzi na maelewano, nyota ya ndoo kwa mawazo na ubunifu, nyota ya punda kwa nguvu za kusukuma miradi, nyota ya simba kwa fursa za kijamii na brand building. Nyota za kujiepusha nazo ni nyota ya mashuke, migongano ya mitazamo ya maisha, nyota ya samaki, hisia kupita kiasi hazielewani. Nyota ya mbuzi, utaratibu wake mkali unakukandamiza. Nyota ya ng'ombe, kasi zenu zinatofautiana sana. Tuangazie saa nzuri na saa za kujiepusha. Saa nzuri kwa nyota hii ya mapacha ni saa moja kamili asubuhi hadi saa nne kamili asubuhi, saa nane kamili mchana hadi saa kumi na dakika thelathini jioni, saa tatu kamili usiku hadi saa tano kamili usiku. Tuangazie saa za kujiepusha ni saa sita kamili mchana hadi saa saba kamili mchana. Saa kumi na moja kamili jioni hadi saa moja kamili usiku. Tuangazie mafusho na manukato kwa mwaka huu 2026. Mapacha anavuta bahati kupitia harufu nyepesi, lakini zenye mvuto wa hewa safi. Manukato yanayokufani citrus, lemon, orange na begamoti, minti, miski, lavenda freshi, raiti, udi akuwa perfume na jasmine. Mafusho yanayokufaa ni mkaratusi kwa ajili ya kusafisha akili, udi mwepesi, ubani, wa chai au majani ya chai, tangawizi kwa ajili ya kuongeza nguvu na ubunifu. Tuangazie rangi za bahati na namba za bahati. Rangi za bahati ni njano, bluu ang'avu, kijani chepesi, silver na white misti. nambari za bahati ni tano, kumi na moja. Tuangazie ndoto za kawaida Mapacha atazoota mwaka huu 2026. Utaota mara nyingi kuruka au kupaa, ishara ya uhuru; njia nyingi au milango mingi, ishara ya fursa; simu au maandishi, ishara ya mawasiliano. Ukiota ndege wa porini ni ishara ya maendeleo mapya. Maji yanayotembea, ishara ya mabadiliko ya haraka. Ukiota ndoto ya kukimbia bila kupumua ni ishara ya uchovu wa akili, inahitajika kupumzika. Tuangazie majanga au changamoto za kujiepusha nazo mwaka huu 2026. Hakuna majanga makubwa lakini chukua tahadhari na watu wanaokuja na ahadi tupu, kusaini mikataba bila kuisoma, kuongea sana kwenye hasira, marafiki wenye wivu au fitna, ajali ndogondogo ndogo za safari za ghafla. Epuka mambo ya haraka sana bila mpango. Ushauri wa mwaka 2026 kwa nyota ya mapacha: fungua milango ya ubunifu wako, ondoka kwenye watu wanaokukwamisha kiakili, sikiliza mwili wako unapochoka, simama kwenye maamuzi, usibadilike kila siku, zungumza kwa hekima, si kwa haraka, tumia akili yako, ndiyo nguvu yako ya mwaka huu. Mwaka 2026 ni mwaka wa mawazo mapya, safari pesa zinazoingia kupitia ubunifu, mapenzi ya kusisimua na kujenga jina jipya kwa Mapacha. Huu ni mwaka wa mwanga kwa Mapacha. Huo ndio utabiri wa nyota ya Mapacha mwaka huu 2026. basi ni kusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada ni kutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwa heri, baibai.